Wengi tumedanganywa na kweli tukadanganyika kwamba zaka ni kwa ajili ya kanisa, zaka ni kwa ajili ya siyo mapadre si vitu gani, na wengi tukadanganyika, na wengi wamejikuta wanaogopa kutoa fungu la kumi, au wanaona fungu la kumi ni kawaida, kwa sababu wakifikiri kwamba hili ni jambo linaloenda kulinufaisha kanisa na sio wao. Kumbuka kwamba hawa ndio wanufaika wa kwanza wa hilo fungu la kumi. Shetani anajua kabisa hawa Wakristo wakitoa hili fungu la kumi kwa uaminifu kabisa, watakuwa na uchumi ulio imara, maisha yao yatastawi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa anaz, anachokifanya, anawaondolea ile hamu na ile siri iliyojificha ndani ya fungu la kumi. Wengine wanaenda wanachanjiwa madawa ya kuvuta wateja kwenye biashara zao, hawatoi zaka kanisani, lakini huko wanakoenda, wanaenda wanafundishwa wanaenda wanachanjwa madawa ya kuvutia wateja, wanaenda wanaoga madawa ya kuvutia wateja, wanaenda wanaoga madawa ya kuto kuondolewa kwenye nafasi walizonazo kwenye viti serikalini, kwenye mashirika na asasi mbalimbali za kiraia. Lakini wewe ambaye zaka yako au fungu lako la kumi lingelinda hiyo nafasi yako au hicho cheo chako, shetani amehakikisha na kupumbaza. Ndio maana wale wanaoabudu miungu mingine wanaonekana kuwa wana Mungu mwenye nguvu kuliko sisi tunaomwabudu Mungu mwenye nguvu. Tumekuwa Wakristo ambao tumeshindwa kutambulisha nguvu za Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Tumeshindwa kutambulisha nguvu za Mungu kwenye biashara zetu. Tumeshindwa kutambulisha nguvu za Mungu kwenye nafasi mbalimbali ambazo Mungu ametupa. Tumeshindwa kutambulisha nguvu za Mungu kwenye familia zetu. Kwa nini sisi wenyewe tumejikuta tunasali kama vile tunataka kama vile hatutaki? Fungu la kumi ni silaha